Kuelekea pambano la kesho la soka timu ya soka ya Tanzania Taifa Stars dhidi ya timu ya taifa ya Malawi the Flames itakayofanyika katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam, makocha wa timu hizo mbili wameanza kutambiana, huku kila mmoja akijinasibu kwamba timu yake lazima iibuke na ushindi katika mchuano huo wa kufuzu wa kufuzu kushiriki kombe la dunia la mwaka 2018 nchini Urusi. Taarifa ifuatayo inafanua zaidi. Kocha mkuu wa Taifa Stars Charles Bonifasi Mkwasa amesema kikosi chake kipo tayari kwa ushindi kwenye mpambano huo wa siku ya Jumatano, hivyo amelazimika kuwasuka wachezaji wake wa ndani na wale wa kimataifa kuhakikisha wanacheza katika mfumo wa ushindi. Katika mkutano huo wa kabla ya mechi, Mkwasa ametoa wito kwa mashabiki na wapenzi wa soka nchini kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya kutoa hamasa kwa timu hiyo, akisisitiza kwa mashabiki ni chachu pekee ya ushindi wa timu ya nyumbani. Tunajua kwamba game kesho itakuwa ngumu kwa sababu tuna chama timu ambayo ambao, pengine inakuwa na vijana wengi, lakini tuseme pia ile kati sisi tumejipanga kwa kufanya vizuri mbele ya Watanzania au mbele ya watazamaji wetu kwa sasa hivi kuhakikisha wasanii wengi waje kusupport na kama unajua kwamba team bila t bila kuwa na mashabiki haupendezi. Kwa upande wake kocha msaidizi wa timu ya taifa ya Malawi, Ramadhani Nsa Nzurimo ametamba kuwa amekuja Tanzania kwa ajili ya kupata ushindi. Na hivi sasa sina mambo mengi ya kusema kuhusu mpira tume, tumekuja hapa hatujafika tume, tume Tanzania kuja kufanya biashara au utalii tumekuja hapa Tanzania kucheza mpira sio kucheza tu, tumekuja kwa mashindano. Tumekuja kushindana na timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Ni timu nzuri, tumeona mchezo wao na Nigeria tumekufuata, tumekuona. Kuhusiana na swala la mkataba mkwasa wa mkwasa kuifundisha timu ya taifa, kocha huyo amethibitisha kuwa shirikisho la soka nchini TFF limeingia naye mkataba wa miaka mitatu kuitumikia timu ya Tanzania ya soka ya wanaume, ambapo mkataba huo sasa unamfanya aachana na klabu ya Yanga aliyokuwa akifanya kazi kama kocha msaidizi. Umepata mkataba ambao muda mrefu tofauti waule mkataba wa mwanzo ambao mkataba wa kwanza ulikuwa kwenye majaribio wakati huo nilikuwa na mkataba mwingine na Yanga ambao wanaisha tarehe 31 Desemba mwaka huu. Kwa hiyo, baada ya kufanya kipindi cha majaribio cha miezi mitatu, nawashukuru TFF ameona kwamba ina sifa za kuweza kuziba ile nafasi kwa mimi. Nawashukuru TFF kwa kutambua hilo na kutupa fursa sisi kama Wazawa Stars, ambayo iko chini ya Charles Bonifasi Mkwasa na Hemedi Moroko imekuwa na mafanikio kadhaa ikiwemo kutoka sare na Nigeria pamoja na kupanda kwa nafasi nne katika viwango vya mpira wa miguu duniani. Baraka Ngemba, Channel 10.